BW. Kinagaubaga. Karibu kwenye Kinagaubaga, jina langu ni Rashid Chilumba. Siku kadhaa zilizopita, binti wa makamo Truphena Muthoni aliwashangaza wengi alipokumbatia mti kwa muda wa saa 72 mfululizo wa huko Nyeri nchini Kenya. Kitendo chake kilichovunja rekodi ya ulimwengu kilivutia hisia na maoni mchanganyiko kutoka kila pembe ya dunia. Kwenye Kinagaubaga leo, nimemkaribisha binti huyo Truphena Muthoni kusikia kile kilicho nyuma ya uamuzi wake kwa kukumbatia miti. Truphena Muthoni, karibu sana kwenye mazungumzo na idhaa ya Kiswahili ya DW. asante sana Truphena, tuanze na kile ulichokifanya siku kadhaa zilizopita, uliokumbatia mti kwa siku tatu mfululizo na ukavunja rekodi ya Guinness, ya mtu aliyekumbatia mti kwa muda mrefu zaidi duniani. Ulichokifanya Truphena, si, si jambo la kawaida kusema kweli, ulikuwa na lengo gani? Um, lengo langu lilikuwa ni kufanya awareness kwa miti ile ya kitambo, ya miti ya kale na indigenous peoples. mm -hmm. Na pia ilikuwa ni message kwa watu ya kwamba ni muhimu kwanza tuweze ku protect mit, miti ambayo tunayo kwanza, kabla ya kufanya kampeni za ku, za kupanda miti mingi zaidi. na ujumbe huu ulikuwa unaoelekeza kwa nani? Ni kwa kila mtu tu, ili tuweze kuelewa mwelekeo um, wetu, kwa sababu nilikuwa nahisi kwamba tunang'ang'ana tuna sana kupanda miti mingi ambayo ni saplings, na tuna, eh, tukireplace indigenous trees na hiyo tunaita mitigation, ambayo si si hivyo tunafaa kuwa tukifanya isi, isiwe ni kwamba tuna feel motivated kulini kukata miti tu, kwa sababu tunasema tukikata tukikata tukikata mmoja tunapanda miwili, lakini hata miti ambayo tunakata si, si hiyo ambayo tunaweza kureplace kwa sababu hii ni miti ya asili na, mm. na, na, na ni ya zamani mm. Kwa hiyo kama tukiikata tuki mm. hatuwezi ku, kuipata ile ile. Ndio ulichokuwa unamaanisha? Ndio, ndio. Na inachukua muda mrefu sana hata kunini kukua kwa sababu miti mingi hata kuna ya 2000 years kabla hatujazungumzia yeah. zungumzia iwapo hicho ulichokifanya kitasaidia vipi, hicho unachokisema kulinda mm -hmm. miti ya, ya asili na, nataka kurudi, turudi mm -hmm. kwenye kile kitendo ulichokifanya. Kusema kweli lilikuwa ni jambo linalohitaji mm -hmm. ustahimilivu sana, kusimama kwenye mti umeukumbatia kwa saa sabini na mbili, uliwezaje? Uh, nilikuwa nimefanya matayarisho uh, kutoka Machi mwaka huu uh, matayarisho yenyewe ni kama kutembea kwa long distance uh, kama 42 kilometers uh, nilikuwa nikifunga, na pia nimekuwa nikifanya mini tree hugs, kwa sababu kama siku ya mazingira day niliweza kufanya uh, masaa 35 na, na pia nikatayarisha nika kamp ya ya wanaskouti na tukafanya 60 hours, kwa hivyo nimekuwa nikijitayarisha na namna hiyo. Kwa hiyo unataka kusema kwa muda yeah, wote wa saa sabini na mbili ulipokuwa umeukumbatia mti mm, hukuwa unakula mm, chochote na pengine swali binafsi zaidi, hata kwenda haja hukuwa unakwenda? Hapana, hata sikuwa nakunywa chochote pia na siku yaya ya. Kuna wakati wowote katika muda huo wa saa sabini na mbili ulihisi kukata tamaa ukasema siwezi kuendelea naishi hapa mm, kutoka masaa uh, masaa arobaini uh, na nane nilikuwa kabisa nasikia ya kwamba naweza wacha <laughs> nilikuwa nimejisikia nimechoka, nimejisikia kulala, kwa hivyo kuna wakati nilisikia kana, kama kama nitakata tamaa mm, lakini nilipata nguvu kwa sababu ya kuona watu vile walikuwa wamejisacrifice, wamejitolea, wamejitolea muda wao waindi kazini, hivyo media, watu walikuwa tu wananipea support. Kwa hivyo nikasema hata kama sifanyi kwa sababu nitaka kumaliza, nitafanya kwa sababu yao. Ninasema kwenye pale mwanzo kwamba ulichokifanya sio kitu cha, cha kawaida na umeeleza mwenyewe kuwa lengo mm, lilikuwa ni kuhamasisha watu kulinda mm, miti ya asili na jamii zile za asili, lakini mtu mwingine anaweza kujiuliza hilo lina uhusiano gani na kukumbatia mti kwa muda mrefu kiasi hicho? Uh, unajua nilikumbatia kwa masaa mengi kwa sababu pia ni, ni, ni sport. Unajua unawezatumia mambo mengi kufanya message messaging. Kwa hivyo kukumbatia mti hiyo masaa yote ni, ni extreme sport. na inafanya kila mtu anapay attention na hivyo ndio ilifanyika, kila mtu alipay attention na wakaweza kuelewa messaging. Ndio wewe mwenyewe ulipozungumza, yes. Na chombo kimoja cha habari wakati fulani ulisema, hmm. hichi ulichokifanya ni maandamano ya amani ama maandamano hmm. ya kimya kimya, ulikuwa una maana gani hmm. Ni maana hiyo tu um, peaceful protest ni maandamano ile ya kufanya kuoneshana, kuonyeshana resistance, unakataa uh, miti asili kukatakatwa ovyovyo, kwa sababu hiyo ni shida yenye tumekuwa tukipigana nayo sisi kama na harakati pia uh, miti kuharibiwa uh, forest misitu yetu pia kuharibiwa, so hiyo ni silent protest. Na unaamini njia hii unayotumia, umesema mwenyewe sio mara yako ya kwanza kukumbatia mti, ulikushafanya hivyo na sasa ume, umefanya kwa mara nyingine na kuvunja rekodi, inaleta mabadiliko yoyote kwenye, kwenye jamii kile unachokipigania? Yeah, inaleta mabadiliko kwa sababu hata niki, nikifanya yo kukumbatia miti, hata kabla sijamaliza kuna watu walikuwa wameshaanza kutengeneza events zao na wakaweza kupanda miti mingi sana kila wakati hata ukisikia nikiwa kwenye interviews uh, kwenye studio watu wanasema wamepanda miti 50 indigenous trees in honor. Kwa hivyo hiyo messaging inafa, inafika vizuri ambavyo inafaa kufika. Hiyo tu ni kuhamasisha watu na kuwezesha watu kuweza kuwa na mapenzi ya, ya aina yake kwa mazingira, si ile tuna tunawashtua shtua, tunamwambia climate change tuna fight climate tuna fight tuna fight tunawa-include kwa conservation kutumia mapenzi, love for nature kwa hivyo inafanya kazi vizuri, kwa sababu watu wanapanda miti hata bila wewe kuwaambia, kumaanisha messaging inafika vile ambavyo inafaa. Kitendo kile kimepokelewa vipi na watu wa rika lako hapo nchini Kenya? Wamefurahia sana na ni, ambao wanakwambia wamepanda miti ni rika tu hivi. Kuna watu wamefanya mambo mengi sana through, uh, kupitia capacity buildings, kupitia mambo mengi sana lakini hata hivi venye uliona kama ungeona ama kama umefuatilia Imeviral, imego viral, imetrend, kwa hivyo kumaanisha watu wamekubali haraka sana. Ukifuatilia hata kwa mitandao watu wamekubali, wamefurahia na wameelewa. Kila mtu ameelewa, hata kama hakuwa ajawahi panda miti, kila mtu ameelewa kwa kwa level yake. Umepata nah. maoni yoyote mitandaoni yenye kukatisha tamaa kwa kile ulichokifanya? Uh, hayakosi maoni, hayakosi ila mimi uh, uh, ambacho na nawaambia tu watu ukiona kuna ma ako na hiyo negative energy, naambia tu waende wa pia wakumbatie mti, kwa sababu pia ni in therapeutic inasaidia kwa shida za kiakili, na kama una hiyo negative energy itapata positive energy, kumbatia mti, tumeona vile vile yeah. Baada ya tukio hili umepata mialiko na moja kati ya mwaliko wa, wa ngazi ya juu kabisa, umekutana na Rais William Ruto <laughs> wa Kenya, umemwambia <laughs> nini ulipokutana naye? Ah, nilimwambia <laughs> nilimwambia tu alipia yeye alitaka kujua maana mm -hmm. ya kukumbatia mti kwa hivyo tumekuwa tukiongea, nikamweleza hata vile anaweza tunaweza tukashikanisha hiyo kukumbatia mti kufikisha meseji yake ya 15 billion. Hiyo ni vision ya president wetu ya 15 billion trees uh, hapo 20 by 2030 kwa hivyo na umeona ameni appoint ambassador wa hiyo greening ya 15 billion trees? Amekuteua kuwa balozi yeah, wa kampeni yake ya kupanda miti bilioni yeah, 15. Hmm. Kweli kweli. Na una ujumbe gani yeah, kwa vijana wenzako wa kanda ya Afrika Mashariki? Pengine na na, na ulimwengu, ulimwengu wote juu ya umuhimu wa kulinda na kuyatunza mazingira. Uh, mimi naweza kusema kwamba ninaamini vijana wanafanya kazi, vijana wengi wanafanya kazi hii ya kutunza mazingira, lakini labda wanaweza kuwa wanahisi wana, wana wako hawako motivated ama hawafanyi ya eh, eh, kutosha, lakini ningetaka niseme ya kwamba kila mtu akifanya hiyo small action itakuwa ni ya maana, itakuwa imesaidia. Tukifanya hivyo kila mtu kwa, kwa njia zake kidogo, tutakuwa tumetengeneza tume impact a greater impact tukiwa pamoja. Truphena Muthoni mm -hmm. shukran sana sana kwa kuzungumza mm -hmm. na idhaa ya kiswahili ya DW asante